Waziri wa madini na uchumi samawati Al Hassan Joho, waziri wa michezo masuala vijana Salim Mvurya na spika wa bunge la seneti Amason Kingi wana jukumu la kushughulikia masuala ya ardhi hapa Pwani. Akizungumza katika maadhimisho ya sitini na mbili ya sikukuu ya Madaraka, mbunge wa Jomvu Badi Twalib amesema watatu hao waliteuliwa na rais William Ruto ili kuhakikisha wanashughulikia ardhi ili serikali kuendeleza ujenzi wa makazi ya bei nafuu. Badi amesema serikali imetenga bilioni saba kwa kushughulikia masuala hayo na kuhakikisha wananchi hawasumbuliwi na mabonyenye. Shukuru tena namshukuru tena na mshukuru tena rais wa nchi ya Kenya. Ameniambia ministry hivi sasa tuandike barua ili mahali kote ambao kunafanyika miradi tujenge nyumba za ghorofa 200 units, wale watu wanaoishi kwenye mabanda wakae kwenye nyumba za ghorofa kama vile Mukuru kwa Njenga likuwa ya kuvuta maendeleo watu wangu, kwa ajili watu wangu ndiyo waliweza kunichagua. Rais amesema. Hasan Ali Joho, Kingi, Mvurya, walimu timu yetu kushughulikia mambo ya mashamba. Serikali inataka kuweka 7 bilion ili wanyenye mwenye kutaka kufurusha watu, serikali ijili na uwe mwenyenye ipimie watu wake waambia waende waiemosos watu wetu hapo walipo ni kwao, na wataishi maisha yao yote hapo. nani ya meshumiabaiali akiwa kiongozi wa a wakati huoba, amesema barabara ya Jomvu Madafuni Jitoni Rabai itaendelea kujengwa baada ya kutengiwa mgao wa ziada ili kukamilisha ujenzi huo. Juzi tulikuwa Ikulu siku ya Jumatatu, na moja jambo ambalo tuliweza kuona tumeweza kulitetea ni hii barabara yetu. Nataka kuchukua fursa hii leo siku ya madaraka inayofanyika hapa Jomvu, kuwatangazia watu wetu wa Jomvu kwa hivi sasa tumepata pesa, na barabara ya Madafuni Jijoni Rabai imepata kuweza kutengenezwa. Nimesema maneno ya barabara hii mara kadhaa bungeni. Ushahidi huo nikaleta komiti ya petisheni ikiongozwa na Mheshimiwa Jane Sitieni, akija mpaka pale kuangalia ripoti ambayo tulipata, ilitoka kuwa na azima barabara iwe finansi. Leo katika suplementary budget yetu barabara yetu ya jitoni imewekwa na pesa yake imewekwa. Kwa hivyo kama tulisumbuka, huu ni mwaka wetu, barabara itatengenezwa. Amedokeza kuwa serikali ya Rais William Ruto inalenga kujenga soko la kisasa katika eneo la Jomvu litakalogharimu kima cha shilingi milioni mia moja. Nataka kuambia watu wa Jomvu na waziri wa kaunti pia yuko hapa Jomvu kumeadvataiziwa kutengenezwa modern market ambayo rais William Ruto ameamurisha jongo jengewe soko la pesa milioni mia moja. Director wa affordable housing, kando na kutupa soko wametupa milioni kumi za kutengeneza barabara. Tuwapigie makofi watu wa ministry ya affordable housing. Ali, Evincent Benvin